Mimi nawashukuru sana ndugu zangu, ni naondoka sasa hivi tunaelekea Dar es Salaam inshallah. Kwa hiyo nawashukuru sana basi, mfike salama, safari njema. Timu moja tu si kisasi na timu moja natusha kilipa, eh, <laughs> mpira, eh, si na, na tume enjoy alhamdulillah, kila mwana Yanga ana raha. Jana tumekula asali vizuri kabisa, hiyo ndo kisasi kimeshalipwa. Tunaondoka nyumbani kupumzika. Yes, uh, saivi tupofikia hapa shehe, kitu muhimu kwa Yanga ni kuchukua ubingwa, haijalishi mechi hiyo siku ya kazi na chezo siku gani Wana Yanga niwakaribisha sana KMC Complex siku ya Jumatatu, mechi na Coast Union, Coast team flani hivi ngumu ngumu, na kwenye msimamo kama kidogo na wao wanajitafuta kwao. Lazima tuweke jitihada kwa pande zote, viongozi, wachezaji, benchi la ufundi na sisi mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Coast Union na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana, ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema tumekuwa na programu nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana timu za wanawake wapate nafasi. Kwa hiyo Edna Lema, ligi ya wanawake imesimama, tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi, kuchukua experience na yeye kidogo kwa Hamdi pale. Kwa mtamona Edna kwenye programu nzima za wiki hii kuelekea mechi ya Coast kuanzia training, press conference mpaka kwenye benchi siku ya mechi.